E Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii na nafasi ya kuja mbele zako. Tunaelekeza sifa na shukrani zetu kwa msalaba wa Yesu Kristo, alama ya upendo na wokovu. Msalaba huu unaashiria dhabihu kuu iliyotolewa kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate ukombozi na neema ya milele. Bwana Yesu, tazama mioyo yetu na utuonyeshe njia yako. Tunaomba msalaba wa Yesu uwe nuru yetu gizani, nguvu zetu tunapodhoofika, na tumaini letu tunapokata tamaa. Kwa msalaba huu tunaamini kuwa sisi ni washindi kwa jina lako, na hakuna silaha yoyote itakayofanikiwa dhidi yetu. Tunaomba pia kwa ajili ya wote waliopotea, kwamba wapate mwangaza wa msalaba wa Yesu katika maisha yao. Uliwalinda kwenye upendo wako usio na kikomo, na ukawaongoze kuelekea wokovu wa kweli tunakuabudu na kukuinua Bwana, na tunasema usifiwe msalaba wa Yesu. Neema yako na rehema zako ndizo tunazihitaji, amen, kila siku. Utukufu wote na heshima ni zako Baba, sasa na hata milele amen.